Kanisani hapa lakini kuna alisha apita. Umekukuta mtu anapigwa sasa. Umekukuta mtu anayanyasha mbele yako kwenye nyumba fulani au kwenye mji fulani. Umekuona hata watu kwenye runinga hata kwenye mtandao wako, kwa watu wanapata mateso. Wanalia hivi wako, nasikiaje? Au wao wakitokea wazazi wako au mtoto wako au mtoto wako